Wafanyabiashara katika mtaa wa Ngumba, Kasarani, wamepoteza mali ya thamani isiyojulikana kufuatia kuzuka kwa moto mkubwa ulioteketeza maduka tisa mapema hii leo. Wafanyabiashara hao wanadai kuwa huenda moto huo ulianzishwa na watu wasiokuwa nia njema, kwani dakika chache tu baada ya moto kutokea, kuna mtu aliyeonekana akitoroka kutoka eneo hilo. Wafanyabiashara hao sasa wanawataka maafisa wa upelelezi kufanya uchunguzi wa kina, wakiongeza kuwa walikuwa na makataa ya kuondoka eneo hilo ifikapo mwezi wa materials za watu pia zimeenda hapo ndani. Nilikuwa na machines mbili zote zimeenda, na hapa mimi sina mali pengine pa kufanyia kazi. Hapo ndio nilikuwa napata mapato yangu, so sina chochote, nimebaki hivyo vile unaniona uchunguzi fanyiwe, tuone ili tupate haki yetu na tujue shida ilitokea wapi.